Dhambi ni ukoma. Dhambi ni nini? Ukoma. E, na dhambi kama ukoma wa roho haumnyonyoi mtu viungo vya nje. Unamnyonyoa viungo vya roho unampotezea sura yake kama mwana wa Mungu. Kwa hiyo, kumbuka kwamba kila unapojiruhusu kutopea kwenye dhambi, unanyonyolewa kiroho, unasambaratishwa katika uasilia wako. Kwa hiyo Jilinde, epuka dhambi na usizoe dhambi kamwe.